Kuna mtanzania anatoa ushuhuda. Hiyo tarehe ishirini na tisa Oktoba iliyopita, baada ya wananchi kulalamika kwamba maduka yao yamevunjwa na kuibiwa. Sasa huyu ni mtanzania anatoa ushuhuda, kitu gani ambacho kimepelekea mpaka vitu vyao kuibiwa, na wakati na watanzania wote walikuwa ndani, yaani kwamba nchi ilikuwa lockdown. Sasa vitu viliibiwaje? Nimeona watu wanalalamika kwamba wanasema vitu vyao wa vimeibiwa, maduka yamebomolewa, wanalalamikia waandamanaji, wanalalamikia wananchi. Guys, are you sure ni wananchi ndio wamefanya hivyo? Mpo sure? Ni wananchi ndio wamewabomolea vitu vyenu. Mna uhakika? Ni wananchi ndio wameharibu vitu vyenu wakaiba. Mimi siwezi kuamini kama ni wananchi kwa sababu wananchi tulikuwa ndani kama hapa Mwanza. Mwanza ulikuwa ukikutwa nje hata kama unavuka barabara, ni risasi hapo hapo. Yaani hata hataki kukuangalia. Ni mbali kwa mbali lisasi, yani unakula risasi hata hujakutana naye, yani anaikupiga mwenye umuoni wewe, unashangaa tu risasi hiyo. Watu tumekaa ndani, tutoki nje, tupo ndani siku tano, sijui siku nne, tuko ndani tu, tunaambiwa kuna kutoka nje, tunatoka nje, tunakuta maduka yameibiwa, maduka yamebomolewa. Mi naweza nikasema waduka ambao ya, wale ambao walikuwa labda wanashiriki kwenye kampeni ndio wana haki ya kulaumu waandamanaji, lakini haya maduka mengine mimi siwezi nikaamini kama Watanzania ndio wameibiana au tume wameharibiana maduka. Hapana, tuiulize serikali ndio ilikuwa nje. Tuulize mapolisi, mapolisi walikuwa nje, walikuwa wanapita kote. Ilikuwa ukuta. Tunakuta mtu duka lake liko barabarani ameibiwa. Ameibiwa na nani? Ameibiwaje? Anaibiwaje? Akati wale nje ni serikali watu. Te... Yaani siku maandamano yameanza tu, tu li... kuichafukwa na polisi wakaanza kutema barabarani wote tukarudishwa ndani. Sasa huyu aroibia mwananchi nani? ni nani? Kaibia mwananchi na watu tulikuwa ndani? Ni nani? Mnavyosema sijui sijui, wananchi maandamanaji? Ah, ah, hapana, kwa kweli hichi kitu kichunguzwe kiundani zaidi. Kama hao hao wanaosemekana walikuwa, mimi sijui ni wakina nani, sitaki hata kujua, hao hao wanaosemekana walikuwa wamebeba risasi, wamebeba bunduki, wamebaka watu, na sio mmoja anakomplain hicho kitu. Wameingia majumbani kwa watu, wamepiga watu risasi, wanaua familia za watu na watoto ndani sasa hilo il, duka ni nini? Maana na wenyewe ndo walikuwa nje na magari, sisi tulikuwa ndani kwao. Ukisema mtu kaenda kaosh duka lako lote, sijui kakuibia, hata kama waende, vijana wameenda, vijana wangapi mia, wakaiba duka zima likawa jeupe pe, yani watu wanabeba kila kitu, hawaachi hata kidogo, ni kama walienda na magari ya kubeba. Hapana, msilaumu wa Tanzania, hicho kitu walicho wakichunguze, huenda sio hata waandamanaji. tunahitaji Sijui ni uongozi wetu, hata sijui niiteje. Maana nikisema serikali yetu wananchi watakasirika. Tunahitaji serikali yao ichunguze juu ya hilo swala, huenda humo ndani yao labda kuna shida.